Na hatimaye viongozi wa ODM katika kaunti ya Lamu wakiongozwa na mwenyekiti wao Aisha Nizar wamepongeza muungano wa chama cha ODM na serikali ya Kenya Kwanza, wakisema umeleta maendeleo makubwa katika kaunti ya Lamu. Kadhalika, wanasema kuwa uhusiano huo umesaidia kuimarisha sekta ya usalama ambayo awali ilikabiliwa na changamoto nyingi. Walikuwa wakizungumza katika sherehe ya maadhimisho ya miaka ishirini ya chama cha Chungwa, na viongozi hao wametoa wito kwa IEBC kufanya hamasisho kwa usajili wa kura mashinani, huku wakitaka vijana pia wajitokeze kwa wingi kuweza kusajiliwa kama wapiga kura. Kateni kura watu wa Lamu. Mpaka juzi kura ni mtu mmoja, Lamu nzima. Lamu nzima mtu mmoja akata kura katika watu wa elfu moja, laki moja, mtu mmoja ndo inamkata kura. Kwa hivyo sisi twamuomba fahima, mwishimiwa. Una fahima, unajua lojisti za Lamu mainland, kutoka hapa kwenda huko ni shilingi Vituo kama vile zamani tulipokuja kupatikana na matatizo hivi karibuni, si mtu mwingine isipokuwa ni Baba Raila Amolo Odinga kwenye broad-based government. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Na unaona makomando wa ODM hawana mchezo, hawana mchezo. Tukienda kwenye historia unaona zile tepe za ODM zinavyofanya kazi.